Na sasa tuelekee kwake James Latano ili atuarifu zaidi kuhusu kampeni zinazoendelea huko Kasipul. Wamefika katika kijiji cha Kachien kuchukua wanachokisema ni chao. Kikosi kizima cha wanachungwa kikiongozwa na mwenyekiti Gladys Wanga wakikita kambi katika ngome ya mgombea kiti cha Kasipul kwa tikiti ya ODM Boyd Were. Mwanachungwa hawa wakichukua muda mfupi kumkumbuka kwa saluti kinara wao mwenda zake Raila Amolo Odinga kisha baadaye kuwarai wakaazi kumchagua mwanachungwa kwenye uchaguzi mdogo, chama hicho kikijitenga na ghasia zilizoshuhudiwa wiki mbili zilizopita na kuhimiza asasi za usalama kuimarisha doria wakati huu ambapo joto la siasa limeteka anga eneo hili la Kasipul. We are saying here today never again never again will our young people lose their lives because of politics. Haitafanyika, haitafanyika tena kwa hii Kasipul ama hii Homa Bay ama region yetu yote. Na sisi kama wanachungwa tumekubaliana ya kwamba kampeni zetu kama vile unaona leo, tutafanya kwa amani kila mtu arudi nyumbani kwa amani, na sisi hatuzungumzii mtu mwingine yoyote. Kamini ni sharti wa bwage wapinzani wao ili kudhibiti eneo ambalo limekisiwa kuwa ngome yao tangu jadi. I want to urge the people of Kasipul.

We'll kila mwomba ngoma anavutia kwake, huku macho yote yakiangazia tume ya uchaguzi IEBC kuandaa uchaguzi huru na wa haki. James Latano runinga ya Citizen kutoka kijiji cha Kachien, eneo bunge la Kasipul, kaunti ya home